na ni usiku wa kumbukizi kwenye siku ya kuzaliwa kwa mwanadada ambaye anafahamika kama Chanun Chakali kama vile ambavyo wengi wanamfahamu lakini kwa sisi ambao ama kwa wale ambao wametazama Kombolela eh, wanamfahamu kama Mwamini ni mmoja kati ya wanawake mmoja kati ya wamama ambao wanapatikana kunako nyumba ya mzee Kekala na miongoni mwa watu ambao wamehudhuria kwenye usiku huu ni sambamba na mwanadada wa mrembo wetu anafahamika kwa jina la Aisha eh, kama vile alivyofahamika kunako tamthilia ya Samahani Asante tamthilia ambayo inapatikana kunako E, ya Kitale Mkude Simba tuwazungumza naye, tuambie hivi kipi ambacho kimemvutia kuja hapa, lakini kubwa zaidi ukaribu wake yeye na Chanuo poje. Aisha, mambo? Poa. Umependeza by the way. Asante. Mtu anaweza kajiuliza kwamba wewe unapatikana kwenye kampuni ya Kitale Mkude Simba e, lakini Chanuo unapatikana kwenye tamthilia hizi za Kombolela, kipi ambacho kimeunganisha? wacha niende? Uh, cha kwanza, wasanii, au niseme, kwa kwa nini umesema wasanii kwa upande wa waigizaji wote ni ndugu chapia chapili pili chanuni dada yangu, siwezi kusema nilikutana naye wapi, nilifahamiana naye vipi, lakini yani ni mtu wangu wa karibu sana yeah. Nimekuwa ni nada sana kwa muda kama huu. Siku mwingi mtu kufunga safari, kukaa eneo kama hili, ni mbali kweli kweli, ni karibu tu ama kuna kitu ndani yake ambacho kumesema wacha na mimi nikakeshe. E, saa hizi tuko bichi hapa, baridi kali, lakini umesema wacha na mimi niende. Amna, ni ukaribu tu, kwa sababu alinionyesha upendo Ameonyesha thamani kwangu na mimi nimeonyesha thamani kwake na upendo pia. Hivyo, hivyo tamthilia ya Kombolela unaifuatilia? Nafuatilia mwamini ama chanu, namfuatilia namfuatilia sana kwa ujumla. Tamthilia ya Kombolela wewe unaionaje wewe kama wewe hasa? Nzuri, nzuri naipenda yeah. mtani kule wanazungumzaje, vile ambavyo wewe unaishi kule, wakiwa na wanasikia jina la Kombolela unaisikia mitaani, wanazungumzaje? Ni sikufiche, Kombolela inapendwa sana nyumbani kwetu. Hata baba angu na mamaangu wamejipa majina. Baba angu wanaitwa Kobisi, mamaangu anaitwa Shida. Sasa sijuu kwa nini, ila wenyewe wanajita hivoshmb yeah. ni mnene <laughs> lakini sio kama Kobisi, ila tu mwenyewe kapenda kujita jina la Kobisi kwa sababu inafatiliwa sana nyumbani kwetu, Kombolela yeah. Tabia gani ambazo baba yako wa amezipenda mpaka mbaka mkojitobisi? <laughs> Mkorofi? <laughs> Sana. Mkorofi kama kobisi na mbishi bala. Kazi anafanya lakini kazi anafanya so jobless. Yule mama baba yako ana beti? Ah, beti. Mm, ah, beti. Nabeti, baba naye ana beti. Nabeti maana akamwacha nami nijite kobisi. Hapana, basi tukatokea kumpenda Wasabu, kwa kwa sababu ni shabiki yake. Kwa hiyo hivyo. Hivi yeah. Ulishawahi labda kutamani na wewe siku moja walau ungepata nafasi kushiriki kwenye tamthilia ya Kombolela? Sio, niliwahi natamani, itokee yeah, nafasi ikitokea nafasi nitashiriki yeah. ulishawahi labda kufanya mawasiliano yote na viongozi wa pale labda Chanuni, rafiki yako, kumwambia na Chanuni na mimi na wishi, siku moja niishi kwenye nyumba Mzee Kigala? Uh, sijawahi kumgusia hilo swala lakini, natumaini endapo nitamgusia hivyo itatokea, kwa sababu nilikuwa na tamthilia nyuma nilikuwa nafanya, kwa hiyo kwa sasa hivi niko free kidogo yeah, naweza nikamgusia na hilo swala langu likakubalika pia, kama ikiwezekana, najua itawezekana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu yeah. Sasa tuzungumzie tamthilia yenu ya Samahani Asante. Moja tamthilia ambazo nzuri sana, yenye yenye kufundisha, yenye mahadhi fulani ya kishirikina. Mwisho wa siku, ndio hivyo, kama nielekea ukingoni ama imeisha, imeisha, watu wanaenda kwa. Jamani, wajiulize kwamba Aisha kupitia tamthilia ya Samahani Asante, kipi ambacho wamekivuna, ambacho anasema kupitia ile tamthilia nimepata nime, nime, nime hiki hiki na hiki. Uh, kupitia ile tamthilia nilichokivuna kwenye ile tamthilia. jamii uh, wananikubali Yani kuna watu baadhi mpaka leo wanajua kwamba yule ni uhalisia, wananionea huruma hata maisha yanayoishi mtaani. Kuna wengine wananiogopa, yeah, kwa sababu nimepata familia mpya, nafahamiana na watu sasa hivi, sio kama mwanzo. Nilikuwa na familia yani, nilikuwa nafahamiana na watu lakini kwa uchache, lakini sasa hivi lakini nafahamiana na watu kwa upana zaidi yeah. Kwao natarajia mambo mazuri na pia yanaendelea kutokea mambo mazuri kupitia Samahani Asante yeah. Au vimbi Hapana, apana, sijawahi kuota kwa kwa pani. Alafu mna marafiki zenu wa zamani mnaanza kuwapotezea, yani kwa sababu meshaanza kuonekana kwenye tamthilia? Hapana, yani sijawai, kwa sababu wenyewe wanashangaa, yani nimekuwa yani bent nao sana kuliko mwanzo ya kwa hiyo, wanashangaa wanasema, kwa mtu fulani kwa, kwa sababu sioonekana sehemu fulani, kwa nini bado uko hivi? Yani wenyewe wanajitahidi niishi kwenye brand wanaotaka wao, lakini mimi naishi kawaida maisha yangu ulaoyazoea kwa sababu sanaa ni maisha ambayo ni ya uigizaji, lakini mimi siwezi nikaishi kwenye maisha ya uigizaji. Naishi maisha yangu reality nilokuwa nayo, naishi hivyo. Kwa hiyo siwezi nikaforce maisha ambayo siwezi kuyaishi. Naishi kwenye maisha yangu, mfumo wangu wa maisha ule ule ndo naishi nao, sababu nikisema nianze kuigiza maisha kama ninavyoigiza series, ninavyoigiza movie, nafanyaje? Labda ninavyoenda kufanya video vixen na kuwa nakosea jamii kwa upande mwingine, kwa sababu watu wengi wananitazama hivyo yeah. kwa sababu ingekuwa familia yangu haijulikani, ningefanya lakini familia yangu inajulikana kindaki ndaki, kwa sababu maisha nitakayokuwa naishi huku alafu familia yangu yanakuja yani, wanaona wata react tofauti, kwa sababu kuishi maisha tofauti na loza nyumbani yeah. Mafanikio ya Aisha ambayo ameyapata kwenye sanaa, kuanzia kule alipokuwepo ambapo alikuwa ajulikani, mpaka muda huu ambapo hata mimi binafsi nimekufahamu kupitia Samahani Asante, unahisi nani na nani wanastahili wagewe pongeze zao kwa kumtengenezea huyu star ambaye wengi tumemfahamu kupitia kazi za uigizaji? Kru nzima ya Samahani Asante yeah. Akiwemo Kitale, kiongozi wetu yani yeah. Hiyo ndo apewe pongezi kubwa sana yeah kuna kazi yote ambayo tutarajia hivi karibuni inakuja kupitia YouTube channel Akitare ipo ipo, jikoni bado. Nitarajia mengi mazuri na makubwa kutoka kwangu na pia kutoka kwa producer wangu na crew yangu nzima ya Samahani Asante pia. Hivo yaani yaani, sijui nisemaje, ila yajia yanafurahisha. Kuna mabadiliko yote, labda kuingia kwa watu au kupungua kwa watu ya yeah, kuna kuingia kwa watu na pia kuna kupungua kwa watu. Kwa hiyo yote yatarajieni na natumaini mtayapokea pia. Sawa, tumalizia neno la mwisho kwa watu ambao labda wanapenda sanaa yako, watu ambao wanampenda Aisha, watu ambao wanapenda tamthilia ya Samahani Asante. Ah, kwa watu ambao wananipenda mimi, wanapenda tamthilia ya Samahani Asante, mimi pia nawapenda sawa, na pia tumewapokea kama walivyotupokea. Tunategemea mengi mazuri kutoka kwao na wao wanategemea mengi mazuri kutoka kwetu. Kwa hiyo, yani, nisho, tunategemea atupiane support kiukweli, na tusijenge chuki ambazo hazina sababu. Chuki zipo nyingi sana, naelewa, lakini kikubwa kinachostahiki na kinachoendelea na kinachohitajika sana ni upendo, amani, ushirikiano. Hivyo, kwa hiyo inapotokea labda kazi, usisite kunitafuta. Labda nikiwa nahitajika sehemu, usije ukasema labda Aisha anaweza kafiti, lakini naogopa, nampataje. Mawasiliano yangu yapo, akaunti zangu zipo, ya kwa hiyo anitafute hivyo. Haya, asante. Hapana, basi tukatokea kumpenda kwa sababu ni shabiki yake, kwa hiyo hivyo. Yeah. Ulishawahi labda kutamani na wewe siku moja wala ungepata nafasi kushiriki kwenye tamthilia ya Kombolela? Sio, niliwahi natamani. Ya yeah, itokee nafasi ikitokea nafasi nitashiriki. Na ntashiriki yeah. Ulishawahi labda kufanya mawasiliano yote na viongozi wa pale labda Chanuni, rafiki yako ulishawahi kumwambia na Chanuni, mimi na mimi nawishi siku moja niishi kwenye nyumba mzee Kigala? Uh, sijawe kumgusia hilo swala lakini natumaini oa enda endapo nitamgusia mm. Yaani hivyo itatokea kwa sababu nilikuwa na tamthilia nyuma ni...